Na tukisonga mbele ni kwamba waumini wa dini ya Kihindi jijini Eldoret kaunti ya Uasin Gishu walifanya ibada ya maombi maalum kwa ajili ya marehemu hayati Raila Odinga aliyezikwa siku chache zilizopita nyumbani kwake eneo la Bondo kaunti ya Siaya. Waumini hao wamemkumbuka Odinga kama kiongozi aliyependa kutangamana na waumini wa dini zote nchini.

nisha wa Kenya na hasa vile tutavyoelekea katika uchaguzi. Na ikiwa jamii zitakuwa pamoja, koo zitakaa pamoja, basi hii ni ishara ya kwamba baba yetu aliweza kutuacha na mausia ya kwamba kaeni pamoja, ushirikiane pamoja, na nchi ibaki pamoja na amani na usalama. Ha, vile rais wetu William Samoei Ruto alipeana siku saba ya kuomboleza Odinga, na siku hii ya leo bado iko katika hiyo bracket ya 7 days, na sisi tunataka kushukuru sana ile amani Raila alihubiri, ile umoja Raila alihubiri kwa miaka mingi.